Mmoja. Mungu ni mwema kwa kweli. Sisi tumejaa furaha mpaka maneno yanataka kuisha, lakini abtu yatoke. Tumefurahi sana na mimi kwa niaba ya shirika nimesimama hapa kusema neno asante. Ni kweli kama alivyoeleza baba, tulialikwa na tulipewa <coughs> sehemu tatu za kuchagua lakini tukiangaika kibinadamu kutafuta ni kwa nini tulitua hapa, tutaishia kwenye sababu za kibinadamu, lakini aliyeongoza haya yote ni nani? Kwa hiyo tutumie nafasi kwa kwa ya kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye aliona inafaa kuwepo Mnazi Mmoja. Sisi tunachotaka kusema ni asante sana, wana Mnazi Mmoja, kwa kutupokea vizuri, na sasa tunaanza kusema kwamba kumbe hatu kwa yale tunayoyaona na mapokezi mazuri mno tuliyopata tangu tulipofika siku ya jana. Napenda kumshukuru sana Baba Askofu kwanza kwa kutuona kwamba tunafaa kuja hapa. Mashirika yako mengi duniani zaidi ya elfu kumi lakini akaenda akaona dada wadogo. Kwetu sisi tunaona fahari, tunamshukuru sana Baba Askofu kwa kutualika kuja kufanya kazi katika jimbo hili, na tunasema tupo tayari. Tunakushukuru na tunapenda kuwa, kuwa ahidi maana yake sisi kama dada wadogo karama yetu ni karama ya udogo na utumishi. Udogo na utumishi, kwa mfano wa Yesu aliyewaosha miguu mitume wake. Hivi kazi yetu sisi ni kutumikia, ndio kazi yetu ya kwanza, na ni kutumikia kwa mfano wa baba yetu mtakatifu Fransisko. Kwa wale wanaomfahamu mtakatifu Fransisko, alikuwa mtu wa kawaida mtu wa kawaida ni yule ambaye huangaiki hata kumfuata, sijui nimuulizeje, sijui nimguse, sijui atanisikia, sijui atanielewa. Kwa hiyo ndiyo hicho tunakuja kushuhudia. Tunamshukuru baba askofu kwa kutualika tushuhudie hiyo karama yetu. Kwa hiyo katika kuwatambulisha masista wangu, nitawalika hapa mbele waimbe ule wimbo wa karama yetu, alafu nitawaomba wale watatu ambao wanabaki hapa Lindi, hapa katika parokia hii ya Mnazi Mmoja, wao wabaki ili niwatambulishe kwa maji

Naomba niendelee kumalizia kwa neno asante. Jamani, vitu vilivyotupani vingi vingi mno kupita maelekeo ma matazamio yetu. Tunajua tulipopita, tunajua hali zenu, tunajua uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo tunaamini kila mmoja ametoa katika kina cha upendo wake. Tunawashukuru sana sana sana, na tunaomba tuzingatie ile amri aliyosisitiza injili ya leo kwamba tukipendana, mambo yote yanawezekana. Na ndio maana neno la Mungu pia linasema nimekuja kuwafanya yote ya mapya. Yote yanawezekana ya kuwa mapya, iwapo tutaweza kuishi kwa upendo. Kwa hiyo mimi kama mama mkuu ninachoombea masista wangu naombea muwape ushirikiano, hilo tu. Kwa hiyo mpendane na mshirikiane. Asante. Tumsifu, msifu Yesu Kristo.